William Ruto, rais wa taifa letu la Kenya, amelazimika kuthamini mkutano wa kikosi cha Oburu Odinga katika uwanja wa Tononoka Grounds Mombasa, siku ya Jumapili tarehe 10 na 5 mwezi wa pili mwaka 2026, siku ambayo vilevile muungano ama kikosi kinachoongozwa na Edwin Sifuna ambaye Oburu Odinga aliweza kuondoa kama katibu mkuu wa chama cha ODM ila Sifuna akaokolewa na mahakama naye, watakuwa katika kaunti ya Kajiado, upande wa Kitengela, kwa mkutano mkubwa wa linda wananchi. Mkutano wa kikosi cha Oburu unaitwa Linda Ground, na mkutano wa Edwin Sifuna unaitwa Linda Wananchi. Upende usipende, ni William Ruto ameweza kusponza mkutano wa Tononoka ili kuweza kupima umaarufu wa Oburu Odinga umefika wapi, au kuweza kuzima umaarufu wa Edwin Sifuna na mkutano ambao wataandaa katika kaunti ya Kajiado Kitengela. Karibu ni wapashe mimi, ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali endapo unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja mbili tatu, kapige subscription, kwa sababu hiyo ndiyo njia moja ya kusapoti hichi kituo angalau ukiweza kutanua mabawa yake kuelekea kwa watu wengi, vile vile sambaza hii kanda. Ninakuomba like video, subscribe, turn on the notification bell, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Karibu unajua kikosi cha Oburu Odinga kimekuwa kikikita kambi katika eneo la pwani. Pwani ni coast, coast region, ukipenda coast region, eneo la pwani, kaunti kama vile Kilifi, Lamu, a Mombasa na kaunti zingine kwa minajili ya kufanya nini? Kulinda ground ya chama cha ODM, wakisema kwamba wanahitaji idadi ambayo inaitwa numbers ili kipindi ambapo utakuwa na kiti kwenye meza na William Ruto, angalau wanapata mgao mkubwa wa mkate ambao wanataka. Mkate wa nini? Mkate wa nyadhifa. Lakini wapenzi watazamaji, ukiangalia hiyo ziara yao ya eneo la Pwani ambayo wanasema kwamba ni kulinda ground ya chama cha ODM wamekuwa wakizungumza na watu wachache, ishara kwamba wananchi wamechoka na chama cha ODM, aswa baada ya chama cha ODM kuingia kwa serikali. Aswa chama cha ODM baada ya kumwondoa Edwin Sifuna madarakani kama secretary general, japo mahakama iliweza kusema kwamba Edwin Sifuna arejee afisini mpaka siku ambayo kesi ambayo iliweza kuwasilishwa itakaposikilizwa na majibu yake kamili kutolewa. Lakini kuna kitu ambacho unapaswa kujua, mpenzi mtazamaji. Kipindi kimoja, wakati ambapo Edwin Sifuna alipokuwa kwenye mahojiano na kituo kimoja hapa nchini cha Citizen TV, alikiri kwa wananchi kwamba ukiona hii mikutano ambayo Oburu, uh, Odinga, Gladys Wanga wanafanya eti kwamba ni ya Linda Ground, wanaabiri ndege wanazunguka kote hewani, zile pesa sio za chama. Hata yeye aelewi mahala ambapo hizo pesa zinatoka. Na sasa hivi baada ya kusikia Edwin Sifuna, wameandaa mkutano wao upande wa Kajiado ha? upande wa Kajiado Kitengela Grounds, mkutano mkubwa hapo kesho siku ya Jumapili tarehe 15 baada ya misa ya kwanza ya kanisa. William Ruto na yeye ameamua kutoa pesa wafuasi waweze kuitikia wito, kuingia kwenye mkutano wa chama cha ODM upande wa Tononoka Grounds kuna kitu ambacho hauelewi hapa, mpenzi mtazamaji. William Ruto kipindi ambapo ameamua kupeana pesa na kupeana maagizo kwamba ODM waweza kuandaa mkutano upande wa Tononoka Grounds Mombasa, Ruto si mjinga, anajua kitu ambacho anakifanya, anajua kitu ambacho anakifanya. Na kitu ambacho William Ruto anakifanya ni hichi, anataka kupima Je, Oburu Odinga, Gladys Wanga, Hassan Ali Joho kwa sababu nime, nimeona picha ambayo inasambaa ikisema kwamba atakuwa pale. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sherif pamoja na wengine. Je, watavutia umati kiasi kipi? Je, watavutia umati ambao utazidi umati wa kina Edwin Sifuna upande wa Kitengela Kajiado. Hapo sasa ndio ataamua ni upande gani wa kuwekeza sana, hapo ndio ataona iwapo je, hii ODM ambayo anasukuma Oburu Odinga aweza kuingiza kwa serikali, na ile ODM ambayo ameweza kusukuma Sifuna, aweza kuondolewa kama katibu mkuu wa chama cha ODM ni nani, ama ni mrengo upi ambao unamiliki ground ya baba? Na mimi ninawaomba kwa moyo mkunjufu, wananchi na mashabiki zangu ambao wako katika kaunti ya Kajiado na viunga vyake, asa kaunti ya Nairobi, karibu na Kitengela, siku ya Jumapili, ninakuomba tuweze kujitokeza kwa wingi tufike kwenye ule mkutano tuweze kufundisha Bwana Kasongo lesson kwamba wananchi ndio kuamua na wala sio pesa ambazo ameweza kupea kina Oburu. Ndiyo tunataka kuweza kumfundisha Bwana Kasongo hivyo, na vilevile, nimekuwa nikikueleza kwamba hichi kikosi cha kina Sifuna ndicho kitakuja kukomboa Kenya kwa hivyo kama haujaweza kufollow Sifuna kwenye mitandao yake ki ya kijamii, unakosea sana. Kimbia pale, hakikisha kwamba unafollow Edwin Sifuna aa, ili tuweze kukua miongoni mwa wale ambao watakuja kuleta mabadiliko katika taifa letu la Kenya. Lakini mimi ninajua bwana Kasongo ataenda kujifundisha lesson siku ya Jumapili kwamba upande wa Tononoka wananchi walilipwa kufika pale. Kwa nini? watakuwa na makofia za chama cha ODM, watakuwa na makofia za chama cha ODM, watakuwa na tisheti za chama cha ODM. Na ukiangalia upande wa Kajiado wananchi watakuwa rea sana kuwapata wakiwa na uniform ya chama cha ODM. Kwa nini wale ambao wako na uniform za chama cha ODM ni ulizo walitoa wapi? Walilipwa kipindi ambapo unagawiwa pesa yako, unapewa na tishiti ya kuingilia, sijui kama unanielewa. Mpaka hapo unapewa na kofia ya kuingia ili kuweza kuonyesha kwamba Mombasa, ni orange color au ni rangi ya machungwa peke yake ndio inatawala pale, lakini kuna kitu ambacho hamkijui Ukitaka kujua mahala ambapo wafuasi wa baba wapo unajua, baba alikuwa ni mtu ambaye anaandaa mikutano bila ya kupeana pesa, alikuwa anajitokeza, unasikia haya haya watu wanajitokeza bila hata ya kuwa na uniform. That is the same thing which is going to happen in Kitengela. Kwa hivyo, bwana Kasungu, mimi naona anazidi kuharibu ushuru wa mwananchi anazidi kuharibu ushuru wa mwananchi, hmm. Nikimalizia, between Kitengela Kajiado, mkutano wa Sifuna na Tononoka, mkutano wa Oburu na wengine, ni mkutano upi ambao utakuwa na wananchi wengi? Nimeona mpaka Okech, okay, Sala amewasili Mombasa kuweza kujumuika na akina Gladys Wanga kwenye ule mkutano. Ukiona, ukiona Okech Sala Okech amefika, by the way, Okech Sala ni project ya William Ruto. Okech Sala b amefika, jua basi, amewasilisha pesa kwa mabegi e, hmm, amewasilisha pesa kwa mabegi na hizo pesa zitakuja kupewa vijana ili kuweza kufika kwenye mikutano ya chama cha ODM. Na nikimalizia, vijana sisi ndio tutabadilisha hii Kenya. Vijana wenzangu vijana power, vijana power, vijana ria sisi ndio tutabadilisha Kenya. Kwa hivyo ninawasihi, iwapo kuna kijana mwenye hajaweza kukata kitambulisho unakosea. Kuanzia wiki ijayo siku ya Jumatatu, kimbia mpaka kwa sub chief au chief akupee fomu ujaze, ujiandikishe kama, eh, kama uweze kupata kitambulisho na kitambulisho kikija hakikisha kwamba unajiandikisha kama mpiga kura, ili 2027 sauti zetu ziweze kuongea kwa kupiga kura, isije ikawa kwamba sauti zetu zinaongea tu kwenye maandamano. See you in the next video. Santeni sana.